Katika hili umevuka mipaka. Endapo utarudia tena siku nyingine, nitakuja kuumiza mimi wako ni huu hapa. Asante. Hey, mbona hujaniongeza kuongeza? mm, tena mba basi, hata kinazi kimoja. Haya mm, kwa sababu mteja wangu nakuongeza, hii hapa, kwa sababu mteja wangu, haina shida <laughs> Tunasinia kidogo hivi, lakini vitu siku hizi vipo bei ya juu. Unajua. Basi kaka wangu nashukuru. Asante. Jua hiiashida karibu karibu sana mm.

Yule mwanamke jana yani alikuja tena nyumbani. Amekuja nyumbani mm, alikuja nyumbani ila ujio wake sikuweza kabisa kumwelewa, maana mimi nilijua amekuja kwa nia ya kuhitaji kuyajenga, lakini katika mazungumzo alikuwa akiyaongea, nikaona kabisa amekuja kishali, ilifikia hatua nilitamani hata nipige hata makofi ila namshukuru Mwenyezi Mungu, niliweza kukabiliana na ile haya, nikachana naye na nikaondoka zangu. Aha, sasa nimeanza kukuelewa. uliwasiliana naye? Kiukweli sikuweza kufanya mawasiliano naye, na nilikuta baadhi ya miskol na meseji, lakini sikuweza kumjibu sababu sikuwa na salio. Ndugu yangu, wazungu wanasema Eat meat and be silent. Waswahili wanamaanisha kwamba kula nyama, nyamaza. Sasa hicho ndio ulichokifanya wewe. Usichokijua, yule mwanamke alitegemea wewe umtafuta. sijui umenielewa, ndugu yangu? Lakini wewe umekula nyama, umenyamaza. Umenielewa, ndugu yangu? Sasa mimi cha kukushauri wewe, kaa chini, changanua Sijui umenielewa. Nadhani utakuwa umenielewa na mada itakuwa imeshia hapo hapo. Sijui umenielewa ndugu yangu, haya, tuongelee vitu vingine, hiyo mada imeisha. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Shemeji vili pangu pangu, mpaka nataka kuvunja miguu. Shida nini? Shemeji nachoka na hii ndoa shemeji, nimemkuta mume wangu Masaku anakumbatiana na wanawake zake. Masaku huyu namjua mimi huyu huyu. Hivi nyinyi mbona hii ndoa kila siku migogoro gogoro, yaani kila siku ni vita. Shida kitu gani? Yaani mnavuta ni kuvute vuta ni kuvute. Shida nini? Hebu calm down, shemeji yangu. Sawa, shusha pumzi nenda pale kapumzike. Nampigia simu sasa hivi aje hapa. Umenielewa? Sawa shemeji, nimekuelewa, lakini nachoka na hii ndoa, nachoka. Shemeji, kapumzike pale, niachie mimi nyuma <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> hey, ya pasia nyuma ya pasia nyuma ya pasia nyuma ya pasia nyuma ya pasia basaku Hey, salama. Habari, hebu nakuhitaji hapa nyumbani kwangu sasa hivi, acha shughuli zote, yaani kama kuna kazi zote unaifanya, nakuomba uje nyumbani kwangu sasa hivi, sawa? Nakusubiri hapo dadako ameenda wapi? Hata sijui uko wapi, maana nilikuwa nataka nilipasi, ili unajua, yaani, unajua nampigia simu zangu sana, hapokei, hapatikani, kwanza hata sijui. My dear, yule ni mtu mzima, Maya. Wewe si umetoka nyumbani na umeamka na dadako, hata hivyo nilimpigia simu haipatikani, ila Maya, we Maya, Unajua, una mambo mengi sana sasa. Mambo gani jamani? Maya acha kumstress dada yako. Mimi nimeshaongea na dada yako, kuna mambo mengi tu kaniambia. Unabidi ubadilike, yule ni dada yako. Hebu mheshimu kidogo basi. Dada angu hachanganyikiwi na mimi, anachanganyikiwa na maisha yake. e, mimi si mchangaji. Aya, nambo nimalizie mi niondoke, atarudi bana, hata usijari. mezungumza mengi unajua, Masaku ni lazima ujue kuweka mipaka, haswa ni sehemu yako ya kazi. Lazima utengeneze mipaka ambayo itakuwa kuonyesha kwamba huyu ni rafiki yako, huyu ni mteja wako. Sasa hata mkiwa tapokukuta pale umekumbatiana na mwanamke mwingine, ni lazima anzishe ugomvi. Umenielewa? Ehe, shemeji, umwambie kabisa Acha kunipiga pia anapenda sana kunifanya kama ngoma. Huyu Masako, unafeli wapi hivi? Alikwambia mwanamke anapigwa? Dunia hii ya sasa ni nani? Unatafuta kwenda jela? Mwanamke apigwi, mwanamke unamwelekeza tu kwa maneno. Kama unaona yamekushinda au yamekufika hapa, njoo kwangu mimi Mr. Simon naweka kikao kama hivi, tunazungumza nipate kujua shida ni nini, ili tuweze kuisevu tatizo. Lakini maswala ya kusema mnashikana shikana barabarani mnapigana mnajidhalilisha, hili swala mistaki tena lijirudia. Narudi upande wako, shemeji yangu, unajua unapofika sehemu ya kazi ya mume wako unatakiwa utafute njia na namna ya kuzungumza naye kwa chochote kile ambacho unachokiona pale, lakini ukisema uchukue jukumu unafika tu pale, mnaanzisha ugomvi, mnapigana, mnashikana, mnajidhalilisha kila siku. Mimi nakuwa mshauri mzuri sana kwako, nakwambia shemeji yangu, ndo inatakiwa ifanywe hivi, ndo ifanywe hivi, lakini mnapokuwa mnagombana kama watoto kila siku mimi ndio unafunza hivi? hmm. shemeji wewe ujui tu, sawa, wanaweza kuwa marafiki, wanakumbatiana sawa, sikatai, lakini mpaka kugusiana? Jamani shemeji, kweli. hili jambo Masako, mimi sitaki tena lijirudie. Huyu ni mke wako, umeona amefanya jambo ujalipinda, nipigie simu na kuitwa na kuja hapa, lakini mkisema mwanze kugombana gombana, sio sifa nzuri. Mwanamke apigwi eh, mwanamke apigwi kaka. Sasa hivi mwanamke unatakiwa mwambie kwa ustaarabu kwamba mke wangu kweli, umenikuta hapa nimekosea, lakini ukisema uchukue jukumu, mnashikana mnapigana utakuja kufungwa ndugu yangu, umenielewa shemeji? Naimani kwamba mmenielewa wote vizuri. Mr. Simon. Naam, kwanza nitoe shukrani la dhati kwa hili na hii inathibitisha kwa taaluma yako ya ushauri wa ndoa unaitendea haki. Mara kadhaa tumekuwa na migogoro ya hapa na pale na mke wangu, lakini msaada mkubwa sana ambayo unatuweka sawa ni wewe. Ni kweli inaenekana, na makosa mimi mwanadamu na, na kupitia hili nimejifunza mengi sana, kwa mwanamke anahitaji kuheshimiwa. Mke wangu, kama kuna sehemu itakuwa nimekukwaza, basi naomba tu unisamehe, tuyamalize haya. Nashukuru maa yeah. Naomba mshikane mikono na mke wako na masuala mengine mtenda kuyamaliza nyumbani. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini sini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu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 Yaani mvua inaniharibia nguo zangu, sijui hata nifanye nini yani. Ah, lakini zitaenda kutakata tu. hata nyumbani hala zinaharibika, zinaharibika. Haya, no. Zitakuja kung'aa. mm-hmm. Haya, ah, vipi washamalizana maugomvi yao huko ah. Ni wapumbavu tu. Yaani umepigana pigana huko njiani, wakaonaje kunikimbilia mimi hapa? hata hivi nimeshamaliza, wameshaondoka ah. Si unajua tena marika yenu haya, marika yenu ni ya kupatana, ni ya kugombana, ni ya kuelewana. Kwa hiyo sasa kwa vile washaelewana, sawa, afadhali. Ah, ni mwenyewe na mambo mengi nimwona tu niwapatanishe, wamondoka zake huko na mke wake, ni kuchoshana Bora wameshaondoka. Lika hilo ndio lilivyo, kila wanapofikia hatua, kila mwaka utaona, mara wako hivi, mara wako hivi. Nadhani wote mmetoka huko huko. Hebu tuachane nayo, tuongea kwetu. Haya, huyo mko wangu unamfuata saa ngapi? Nimetoka kuwasiliana naye hapa sasa hivi, ameniambia uko njiani, anakuja kwa hiyo nimeona nisitoke kumfuata, tutapishana. Kumsubirie, msubilie na na hamkuja kukuona, nimemwambia njoo muone mama yangu, kwa amesema nakuja sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi utamuona hapa. Ah, sijui nitambebea mbeleko gani mimi mkwe wangu huyo, kuliko ni huyu, hana moja wala kumi na mbili. Hebu nilete huyo mkwe wangu mimi nimuone hmm? na atakula vyangu, atakula matashitashi, na ndio mwanamke atakaye kaa kwenye jumba hili mama Yaani huyo mwanamke kama malaika eh, kaumbika guguu. Yani mwenyewe kimono, utasema huyu kashushwa. Au mekutana naye wapi? chombo mm, mama yuko chombo? Afadhali hivi. Huyo kenge mkaa majini atarudi saa ngapi huko kliniki? Ah mama, yaani atasiporudi akalala huko huko, asirudi. Mimi nimeshamchoka Subiri iki kiumbe kinachokuja, mama mwenyewe utashangaa. <laughs> Mwacha hata akijifungua barabarani, ataokotwa na walimwengu. Umenielewa? Sipendi hata kumwona, sipendi hata sura yake, sipendi hata kuingia hapa ndani. <laughs> Sawa mama, tumsubiri mgeni wetu hapa. Nasubiri chombo. Mimi mimina yangu ya kumwambia na na yangu ya kumpa. Sawa mama, limeisha hilo. <laughs> Ah. Ah. Ah. Mama, uh -huh. Anaitwa Maya ndio yule anakuambia atakuja hapa ili umuone. Ona chombo hiki chombo hiki. <laughs> Karibu mwanangu Maya. Asante mama. Shikamu, marahaba. Hujambo? Haya, za huko nyumbani? Nzuri. Hawajambo wazazi? Hawajambo. Karibu mwanangu. Asante mama. Mjengo wako huu mwanangu. <laughs> Karibu sana. Asante. Karibu sana Maya, nimekupenda bure <laughs> na wewe pia mama. Jisikie huko kwako, jisikie huko na mkweo. Asante. karibu sana, nimekupenda na mimi nimekupenda. <laughs> <Haya, asante. laughs> Ah, Simon nakushukuru sana kwa kuniletea kitu hiki <laughs> yaani, mumezaliwa wote utafikiri tarehe moja mwezi mmoja dakika moja lisali moja mama, mimi niko vizuri mm, kwenye kuchagua. Yaani mpaka najiuliza hivi wakati na uoa ule mshangazi kwa nini amkunishauri? Hata usijali, baba, yameisha hayo, yameshaisha ushampata. Mwenzako ambaye ni mama yangu nitamwengo wengo na yeye ataniengoengo. Umesikia mwanangu? Mama, mimi ni wache, kuna mafeli kidogo, nenda kuangalia ndani, tarudi. Asante mwanangu, kwa kuniletea chombo kizuri hapo sasa, sina kesi na wewe. Ah! Mayo, nimekupenda bure wewe, nimekupenda <laughs> bure mama. Maya, Benda. Usijali hayo yanayopita hapo, umesikia mwenyewe. Ni wewe mwenye kijiti, ni wewe mjengo wako, usiogope. Simon, unaweza kuniambia Maya kaja kufanya nini huko ndani? Naongea na wewe na Simon, huyo shangingi wako kaja kufanya nini ndani mwangu? shangingi kati ya wewe na yeye nani shangingi? hivi unavyoona kaja pakaja kumfuata nani shangingi? Ni huyo ambaye anashinda kutafuta mwanaume wake na yupo kudangia wanaume wa watu wengine. Alafu usiniulize maswali kama niko polisi, ni jibu jinsi nilivyokuuliza. Sina usinichanganye kabisa, leo nimevurugwa umeniaye hivi. Unataka kuniambia Maya na mama wameanza lini mazoea mpaka wanachekachika pale sebeni? hayo maswali unamuuliza nani hapo? ni kwako kwa hapa, unamuuliza nani hayo maswali hapo? ni kwako kwa. Nakuuliza wewe, mume wangu, tena mume wangu wa ndoa. Nakuuliza wewe, mume wangu, tena mume wangu wa ndoa. Hivyo umeanza kunipenda kichwani? Sasa hivi wewe kifuu mtudanganya. njoo njoo njoo, Vanessa, unajua unapofika sehemu ya kazi ambapo sehemu ya kazi ya mume wako standby, na ndio kwa shemeji yangu api action

kupeani kii hapo kitoka hapo, acha kofia kabisa, na hata hiyo libili, kama hata ukiingia katika maongezi kumtambulisha, ungeivua kabisa ukaiweka pembeni ukanza ili baadaye isi